Majo Masters TV huwa ligani popote ulipo. Okay, leo ni siku ambayo tumeona tuje tumtembelee bidada ambaye amefamika kwa jina la Flower Amos. Kwa kazi ambazo anakwenda kuzifanya hivi suni kuziachia, tukataka tujue moja mbili tatu kutoka kwake, so tukaona sio mbaya kufika nyumbani kwao, na hapa tulipo ndo nyumbani kwao. Huyu hapa mnayemuona mbele ya kamera ni Flower Amos, mimi ni Tunza Amos, so tunataka tujue moja mbili tatu kutoka kwake kufuatana na kolabo ambazo halikwenda kuzifanya hivi karibuni na zinataka kutoka, yani tuseme ziko kwenye box. So huwa gani? Salama poa poa wendo Flower Amos. Yeah, okay, Flower Amos, unaweza kutuambia nini kuhusu kolabo iliyowekwa status nyingi sana eti Flower and Achumbo Sijui kama ilikuwa kiki au ilikuwa ni kweli ipo, au inakuja au inatarajiwa, sijui <laughs> ni kwamba ipo, sio kwamba eti ni kiki. So hiyo kolabo imeshaandaliwa au ni kwa vile tu bado ni maongezi? Imeshaandaliwa tayari. Kwa hiyo tutarajie lini? Hivi karibuni tu. Okay, ilikuwaje ukakutana na Chumbo? <laughs> Hilo swali mbona kama ngumu kidogo. Sio kwamba eti ilikuaje, kwa sababu ni yeye, ni mtu wa kawaida tu, tulikutana tu, kwa sababu kwanza, sio kwamba eti hatujuani, tunajuana. Okay, unasema kwamba Chumbo ni mtu wa kawaida na mnajuana. La, kuna sio kila mtu anayemuomba Chumbo kolabo. Inakuwa ni rahisi kumwona Chumbo au kumpata Chumbo kwenye kazi zake, uwe ilikuwa tu ni rahisi au kulikuwa na changamoto? Hakukua na changamoto yoyote ile. Hey. Okay. Flower Amos wewe unamkubali msanii nani hapa kambini wa injili? Tofauti na wewe. Waimbaji, hmm, hmm, wote wako vizuri hey. Si unajua kila mtu na kiwango chake, tukiachilia mbali Ivete Kembo na Chumbo, ni mwimbaji yupi ambaye unatamani sana ufanye naye kolabo? Mimi natamani nifanye kazi na mtu yote yule, mradi tu kazi yangu iende. Oho. Sasa mi nataka nijue, yule unayemtamani zaidi sana, maana ushawahi kufanya na Ivet Kembo, sasa hivi unatuambia umefanya na Chumbo, so mwingine nani ambayo we unamtegeti sana, unaona nikifanya kazi na huyu hapa kambini kidogo itakuwa nimeufurahisha moyo wangu pia nitakuwa nimefurahisha mashabiki zangu. <laughs> yeah, yeyote ambayo nitamwona tu atakaa yuko vizuri, nitaimba naye nta, Okay, tukiachilia wasanii wa injili wa tuje kwenye wasanii wao bongo flavor au tuseme ny nyaru flavor ni msanii yupi ambaye unatamani sana ukae naye mezani mkaongea mka moja mbili tatu? Hakuna mm. Una mazoea na msanii nani wa, wa, wa bongo nyaru? Sina mazoea, ni ile tu tunajuana na baadhi ya wasanii. Oh, ni kwamba hamna mazoea, ila ulishawai kufanya kazi na msanii wa bongo nyaru ambaye ni ni folo sijui ilikuwaje. Yeah, yeah, ilikuwa ni kawaida. Sinajua kolabu kolabu ikuaji mpaka kwamba mnazoeana, kolabu ni kolabu tu. Naona uko bizi sana hey, na simu, labda kuna mambo muhimu unataka uyaongea, au na mambo ambayo nitaka niyaongelee Ok, poa. Okay, tukiachana na yote hayo sijui ya simu, sijui ya, ya mziki nataka nijue. Ukipata opportunity sasa hivi ya kusema kwamba Flower Amos unatakiwa uingie leo kwenye kwenye, nini, kwenye ya Wasafi unaweza ukatamani uende na nani kutoka hapa Nyarugusu? Niende na nani kama manager? Mtu yoyote yule unayempenda unayemkubali kwenye kazi zake unayejua huyu nikienda naye kidogo ntafudhu <laughs> watu ni wengi ambao minaweza nikaenda nao ila yupo mmoja. Sasa hapo kwa kuchagua mmoja, si ndio pana tatizo? Maana mtu atatamani aende na wote yani ha. Umeambiwa kuna opportunity huku unatakiwa, tuseme mfano kuna opportunity Kanada, na inatakiwa uje uje wewe na mtu huyu mmoja, kuna kazi yenu, unaweza ukaenda na nani? <laughs> Cha kwanza naweza nikaenda na yule mtu ambaye najua hata mimi nisipoongea tu kaongea kwa nafasi yangu akasimama, akasimama upande wangu kunitetea na kunisemea, yani, kunipambania, we, naweza, kama. <laughs> hivyo tu. Poa, okay. Tukirudi nyuma kwenye kolabu ya we na Chumbo, ulituambia itakuwa itakuwa uwe <laughs> ni hivi karibuni, ila hatujapanga hatujapanga tarehe. okay. Flower Amos wewe ni msanii ambaye tuseme ni msanii wa Injili, lakini kuna mambo mengi tunayaona unayafanya kidogo kidogo, tuseme ni ya sio ya kujishikilia kama msanii kivile maana kuna maisha yako pia, kuna maisha ya mziki. Kwenye maisha yako unapenda kuishi kwa dizaini fulani hivi ambayo ni simple sana, ambayo si kama wasanii wengine. Kuna wasanii wanafanya wakifuzu waki tu kidogo kwenye mziki wanakuwa ni jeuri, wanakuwa ni brandi, huwa anachukuliaje hilo swali? Mimi siwezi nikaweka jeuri, kwa sababu mimi nasemaga tu, mimi sijawai kujisapoti ili neno, sio mara ya kwanza kuliongea, sijawai kujisapoti wala ile linki yangu pale viwazi yangu, viwazi yangu ni moja tu, koo zile zingine zote ni za watu, so mi siwezi nikawavimbia watu wakati watu ndo wananisababisha mimi kuwa hivi ni hivyo tu. Okay. una unalipi la kumwambia mtazamaji wa Mastaz TV? Mdao niseme tu kwamba nampenda, nawapenda sana atazama Uh, mwendelee kufuatilia TV ya Masters na mwendelee kunifuatilia m, okay, mtazamaji wa Masters TV. Huyu hapo walikuwa ni Flower Amos, binti mdogo sana anayejituma kufanya kazi au kutangaza injili kwa watu kivyovyote vile kwa njia zote zile, ashawai kufanya kazi na wasanii kama alivyosema hapo. Na kitu kingine alichokisema kwamba yeye si mjeuri wala sio mtu ambaye anajisifu, anajinyanyua, tuseme an, an, anajiweka kwenye matawi ya juu, kwa vile ye sapoti yake ni moja akisema view itakuwa ni moja, akisema like itakuwa ni like moja, zingine zote ni za watu mashabiki. Okay, poa. Nikusi, usikose kusubscribe, ku like na ku comment kwenye Mastaz TV. Comment, bwana, ndio kitu muhimu. Uki comment itanifanya mimi nitoke hapa nilipo nikafanye vizuri zaidi na zaidi. Uta comment kile ninachokifanya kibaya ili nijue siku nyingine nisifanye kibaya tena. Asante, ulikuwa na mimi Tunza Amos, nyuma ya kamera alikuwa Isaac Kabaisa, mwezi cha juangu. Bye bye.